Katika kupitia nguzo ya uchumi imara jumuishi na shindani inayolenga nchi yetu kufikia uchumi wa kipato cha kati ifikapo 2050. Ofisi kupitia mafunzo haya itatoa elimu kwenye maeneo mbalimbali yatakayosaidia kulenga mazingira ya wezeshi ya biashara na uwekezaji, kwa kutoa mafunzo yatakayohusu mabadiliko ya sheria yatakayoendana na wakati tulionao, ili waendane na mabadiliko katika sekta ya sheria ambapo itatuwezesha sisi wanasheria wa serikali kuwa na utaalamu ambao utaboresha uwezo wetu wa kitaalamu ili kuendana na maendeleo ya sasa duniani <coughs> na dira ambayo serikali ya awamu ya sita inatarajia kwenda nayo kuanzia siku za hapo mbeleni. Mafunzo ya mwaka huu, kama nilivyoeleza hapo awali, yatajikita kwenye mada mbalimbali mbali, zitakazogusa mbinu za kisasa na ujuzi wa mifumo ya kisheria utakaoendana na dira ya ishirini ishirini. Hivyo sina budi na sina shaka kusema huu ni wakati sahihi wa ofisi yetu kutoa mafunzo haya kwa mawakili wa serikali. Moja ya mada ambayo itafundishwa ni uelewa namna bora ya kuendesha majadiliano ili kufikia suluhu nje ya vyombo vya sheria. Kwa wale wanasheria wenzangu, tunaelewana kuwa negotiation, yaani kuendesha majadiliano, imekuwa sehemu ya mawanda ya sheria na sasa inatumika. Inahitaji ubobezi, inahitaji ufahamu, lakini pia eh, inahitaji uelewa mpana wa namna bora ya kujadiliana ili uweze kufaidika au nchi iweze kufaidika kulingana na majadiliano yao. Lakini somo la pili au eh, moja ya somo la pili ambalo litafundishwa ni uelewa mpana wa sheria za uwekezaji, jambo muhimu. Kupitia mafunzo haya ya mawakili wa serikali, tutapata nafasi pekee ya kujifunza kutoka kwa wataalamu wabobezi wa, wa ndani na nje ya nchi katika sekta mbalimbali ikiwemo sheria yenyewe, yaani mawanda mbalimbali ya sheria, sekta ya teknolojia, tehama, masuala ya uongozi na masuala mbalimbali yanayohusu eh, nyanja za kisheria ya kitaifa na kimataifa.